Kwa miaka mia nane chuo cha Oxford hakijawahi kushuhudia ukimya wa namna hiyo. Profesa Harrington alikuwa amesema kuwa Afrika haijawahi kuchangia chochote katika ustaarabu wa dunia. Ibrahim Traore akasimama kutoka kwenye kiti alichokuwa amekaa kati ya wanachuo. Mia tano walikuwa wamekaa kimya na hakuna mtu hata mmoja aliyejua ya kuwa maneno atakayoyaongea kwa dakika kumi yataenda viral na hata kuhatarisha kazi ya profesa. Sheldonian Theatre ya Oxford ilikuwa imejaa watu mchana huu. Ilikusudiwa kuwa ni mafundisho ya uongozi kwa ulimwengu mzima katika karne ya 21, huko ikiita viongozi mbalimbali wa dunia na wataalam wa taaluma mbalimbali. Na Ibrahim Traore naye alikuwa amekaribishwa kwenye mkutano huu kama Universities African Leadership Series. Alikaa kimya viti vya mbele akiwa amevaa suti nyeusi, wakati wazungumzaji wengi walipokuwa wanaongea kutokana na mitazamo yao kuhusiana na maendeleo, demokrasia na mahusiano ya kimataifa. Ikafika zamu ya Profesa Edmund Harrington, akasimama mbele muda wa saa tisa na nusu alasiri. Mtu wa umri wa miaka sitini mwenye nywele za rangi ya silva akiwa amevaa miwani ya mviringo akaamuru heshima kupitia miongo kadhaa ya kazi zilizofanywa na bara la Ulaya katika suala la historia na ustaarabu. Utambulisho wake ukaanza kung'aa barabara: vyuo vikuu, waandishi wa vitabu kumi na mbili, waliopata shahada za juu. Alipoanza kufundisha kuhusiana na misingi ya ustaarabu wa kisasa sauti yake ilikuwa ya ujasiri. Alikuwa amesimama imara kama mtu anayetaka kuongea kitu ambacho hakijawahi kutokea duniani. Akaanza kuongea. Tunapochunguza nguzo ya maendeleo ya binadamu, tunaona muundo wa wazi kabisa: hesabu kutokea Ugiriki, sheria kutokea Urumi, filosofia kutokea Ujerumani, na uvumbuzi wa viwanda kutokea Uingereza. Akanyamaza kwa muda akiwaangalia waliokuwepo ukumbini hapo, huku akiwasoma kupitia nyuso zao, kisha akaendelea tena. Msingi wa hiki tunachokiita ustaarabu wa dunia, asili yake ni mataifa ya Magharibi. Wakati watu wamekaa bila kutulia kwenye viti vyao, Profesa Edmund Harrington akaendelea kulinda kile ambacho amekuwa akikiongea kwa muda mrefu sana, akaendelea kuwapa somo. Baada ya dakika ishirini hivi akaendelea kusema, kuna baadhi ya watu wanaweza wakauliza mchango wa mabara mengine. Bara la India walitupa unga wa risasi na makaratasi, bara la Amerika walitupa kalenda za kisasa, lakini Afrika... Akatulia kidogo bila kuongea kwa muda kisha akaendelea na mchalenji, mtu yoyote katika ukumbi huu kutaja kitu chochote cha muhimu au mchango wowote kwa ustaarabu wa binadamu ambao Afrika imechangia kutokea sabusaharani. Afrika bara limekuwa likipokea tu ustaarabu wa watu wengine na halijawahi kuchangia chochote. Baada ya kauli yake, ukimya ukatawala. Katika viti vya mbele amekaa Ibrahim Traore na polepole pole akafunga akafunga notebook yake Huku akiweka kalamu yake mezani tena kwa uangalifu pembeni. Yake kulikuwa na wanachuo kutoka Afrika na wataalamu wamekaa, lakini wameganda, huku wakiwa wameshikwa na kigugumizi cha ukimya kutokana na challenge ambayo profesa mkubwa wa Oxford ameitoa. Ni mpaka wakati ambapo Traore alipoinua mkono juu ya profesa akamwambia ndiyo, karibu, akimkaribisha kwa bashasha akitegemea kuwa hatapata challenge yoyote kutoka kwa Traore, lakini Captain akasimama akiwa mpole lakini jasiri. "Professor Harrington, Ibrahim Traore," akaanza kuongea huku sauti yake ikiwa na ujasiri sana, ningependa kujibu madai yako kama utanipa nafasi. Profesa akajibu, kwa njia yoyote unaotaka kujibu karibu. Akajifanya kama hamjui Ibrahim Traore, pamoja na kwamba mwanzo wa mkutano alitambulishwa kama rais wa Burkina Faso, naye kapteni Ibrahim Traore akajibu mimi ni Ibrahim Traore. Akaishia hapo, hakutaja cheo chake kuwa yeye ni nani, halafu akaendelea, mimi nimekubali challenge yako. Watu baada ya kusikia challenge hiyo, wakaanza kuandaa simu zao kwa ajili ya kurekodi, maana walitaka kusikia Ibrahim Traore ataongea nini. Profesa Harrington akasogea akaanza kumwambia Traore, tafadhali tuelimishe, lakini kaa katika ukweli wa historia kuliko kuleta uzalendo usiokuwa na ukweli. Traore akaanza kusogea mbele kwenye mimbali kwa hatua kama anapiga kwata vile. Alikuwa amebeba folda mkononi mwake, ambalo baadaye akaliweka juu ya podium, na kwa muda kidogo akakaa kimya, akaangalia umati wa watu, halafu baadaye moja kwa moja akamwangalia Profesa Harrington. Akaanza kusema profesa, kabla sijaanza kujibu challenge yako, je, naweza kukuuliza swali? Katika utafiti wako umewahi kutembelea maandiko yaliyoandikwa huko Timbuktu? Umewahi kujifunza hesabu za watu wa Dogoni? Umewahi kuchunguza metallurgical techniques za wahaya wa Tanzania? Harrington akapunga mkono wake kuashiria hajakubaliana na hilo, akamwambia Captain Ibrahim Traore, nyumba za zamani za tope katika jamii za watu walikuwa hawajaendelea bado, ilikuwa ni ngumu sana kuwapa ustaarabu wa maendeleo ya majengo ya kisasa Mr Traore, na hapa tunaongelea mchango wa binadamu katika suala la maendeleo na sio masuala ya anthropolojia. Minong'ono ya chini chini ilisikika kutoka katika umati wa watu kwa jinsi ambavyo profesa hana heshima, lakini Traore alibaki imara, akifungua folda lake na kutoa dokumenti kadhaa ndani yake na Traore akaanza kuongea huku akiwa ameshika karatasi kadhaa ambazo ni nakala za maandishi ya zamani sana. Basi ngoja tuanze na kitu ambacho unaweza ukakigundua. Huu ni ukurasa kutokea Lebombobon, umegunduliwa kutokea Swazilandi, na umri wake ni miaka elfu arobaini na nne na, na ukurasa huu umebeba kanuni za hesabu katika historia ya mwanadamu, alama tofauti 29 ikiashiria mzunguko wa mwezi. Hesabu hazikuanzia Ugiriki, Profesa zilianzia Afrika. Sura ya mshangao ikaanza kuonekana katika uso wa profesa, lakini akajikaza halafu akamjibu Ibrahim Traore, kuhesabu alama 29 tofauti, hiyo ilikuwa ni kanuni ya mtaalam Pythagoras wa Ugiriki, wala sio Afrika. Traore akavuta document nyingine akaanza kuongea tena. Basi acha tuanze mjadala wa Ishangubon kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo miaka elfu ishirini iliyopita ikijumuisha ushahidi wa namba tasa kuzidisha na kugawaja na hii ni miaka mingi sana kabla ya Ugiriki. Halafu mwamba akakaa kimya kwa muda kidogo, akisubiri hilo kwanza lizame akilini mwa profesa, kisha akaendelea kuongea: lakini unahitaji mifano mingi ya hivi karibuni. Basi acha tujadili kuhusiana na chuo kikuu cha Sankore huko Timbukto ambacho kilitunga maandishi laki saba, na kilitoa wahitimu elfu 25 katika karne ya 12 wakati ambapo Oxford ulikuwa ni ukumbi wa walevi, mpaka wakati huu ukumbi ni hapo. Hadhira ilikuwa imenyamaza kimya, wakitafakari kila neno. Akaendelea sauti yake ikiwa na ujasiri, lakini akiwa hapotezi hata pointi moja. Ulisema sheria zilitungwa Rumi. Je, tujadiliane kuhusiana na katiba ya watu wa Ashanti ambayo ilijumuisha checks and balances karne tatu nyuma ya katiba ya Marekani au bunge la Buganda ambalo lilikuwa na mifumo imara ya utawala wa kidemokrasia ambapo Ulaya ilikuwa bado inatawaliwa na utawala wa kisultani. Umeongea kuhusiana na filosofia kutokea Ujerumani. Umewahi kusoma maandishi ya filosofi kutokea kwa Zera Yakobo katika karne ya 17? Alikuwa mwanafilosofia kutokea Ethiopia ambaye aliendeleza ideas kuhusiana na ratio inquiry and human rights iliyotangulia kabla ya kuelimika kwa bara la Ulaya na mwanafunzi wake Warda aliandika mikataba ya maadili iliyopinga kila kitu kilichoanzishwa Ulaya kwa muda huo. Ndiyo, waliandika kwa lugha ya jinzi ya Ethiopia na sio kwa Kilatini. Ndiyo maana hamjaingiza kwenu mpaka wakati huu. Harrington alikuwa anajaribu kuingilia, akasema hiyo ni mifano mfu, huwezi kuitumia hapa, ni mifano iliyojitenga. Lakini Traore akainua mkono wake juu na jambo la kushangaza kabisa, profesa akakaa kimya. Traore akaendelea kuongea, unasema mifano mfu ni mifano iliyojitenga? Ngoja nikuambie kuhusiana na kujitenga. Ni pale ambapo maktaba ya Aleksandria ilianzishwa na utawala wa Afrika, nyumba ya Afrika ya ulimwengu mzima. Ni wakati huo ambapo wahenga na waanzilishi wa chuo cha Oxford walikuwa wanaishi kwenye nyumba za tope upande wa Afrika ni wakati ambapo wanahisabati wa Afrika walikuwa wanahesabu mzunguko wa dunia kulizunguka jua na dunia ni ya mviringo, wakati ambapo Ulaya walikuwa wanaamini dunia ni bapa kama chapati. Je, mnahitaji mchango wa Afrika kwa ustaarabu wa dunia? Tena mwamba Ibrahim Traore akaendelea, acha tuongee kuhusiana na madawa. Upasuaji wa binadamu wa kwanza uliofanikiwa ulifanyika nchini Mali katika karne ya 14. Upasuaji wa kwanza kwa mama wajawazito ambapo mama na mtoto wote waliishi ulifanyika Uganda mwaka 1879. Walitumia njia ambazo zisingeweza kuonekana katika hospitali za Ulaya. Chanjo ya kwanza ya tetekuwanga sio ya Edward E. Jenner ambayo ni kinyume na ugonjwa huo ilifanyiwa majaribio Afrika Magharibi na ikaletwa Marekani na watumwa weusi kipindi cha biashara ya utumwa. Mwamba akaendelea kugawa dozi, akavuta karatasi nyingine. Hii ilikuwa ya uhandisi. Hii ilikuwa inaelezea kuhusiana na wahandisi kutokea Zimbabwe, ambapo wahandisi wakisasa, wa kisasa wameiga kutoka huko. Akaendelea kusema piramidi za Nubia siku za nyuma kabla ya mataifa yenu hayajakuwepo, kanisa la miamba kutokea Ethiopia lililochongwa kutokana na miamba ya volkano huko Ethiopia, linalofanya wahandisi wa leo kushindwa kuelezea ili kuwaji kuwaje. Lakini haya huwezi kuyaongelea kwa sababu haiendani na simulizi zenu ambazo zinadai kuwa Waafrika walikuwa ni wanyama tu wanaoishi maporini, nyinyi mkaja kuwaokoa. Namna mwamba alivyogeuza maneno ya profesa, chumba kizima kilikuwa kimenyamaza kimya. Wanachuo walikuwa wameinamisha vichwa, sasa wakakaa vizuri wakiwa wamenyooka, wengine walikuwa wamechukua noti na baadhi ya maprofesa walikuwa wanaitikia, wengine wakionekana hawajatulia, huku wengine wakionekana kusikia taarifa hizi kwa mara ya kwanza kabisa. Harrington akaonekana uso wake kutoka kujiamini na kutaka kujilinda, lakini Captain Ibrahim Traore alikuwa bado hajamaliza. Akaendelea kuongea, acha tujadiliane kuhusiana na madini. Kabila la Wahaya kutokea Tanzania walikuwa wanazalisha na kufua chuma cha kaboni miaka elfu mbili iliyopita walitumia mbinu ambazo zisingeweza kuonekana Ulaya mpaka wakati wa mapinduzi ya viwanda. Shaba ya Benini ilikuwa ya kisasa kiasi kwamba Ulaya walipoiona walishindwa kuamini kama Afrika inaweza ikazalisha bidhaa ya kisasa kama hiyo, hivyo wakatunga uongo kuhusiana na Wareno waliopotea ambao walikuwa ni wahunzi. Kilimo Afrika, walilima kilimo cha kisasa sana cha mtama, mchele wa Kiafrika, bagia sasa kunde, matikiti maji na bamia. Walilima kilimo cha umwagiliaji wa kisasa katika ukanda wa Saheli. Waliendeleza mamia ya miji wakati ambapo ulaya ilikuwa bado iko gizani. Kilimo cha mifereji ya maji kwa watu wa Dogon kimewaweka hai kwa miaka zaidi ya elfu moja ambapo njia za kilimo cha ulaya zimeshindwa kabisa kutokana na majira. Traore akanyamaza kimya, akimwangalia moja kwa moja usoni Harrington aliyekuwa anatoka jasho, ukiachilia mbali vyoyozi vikiwa vinatema baridi ya maana katika ukumbi huo. Kisha Ibrahim Traore akaendelea kuongea, lakini jambo la msingi zaidi, profesa, acha tuongee kuhusiana na ubuntu, filosofi yenye dhana inayosema i am because we are, ambapo filosofi ya Ulaya ilikuwa inadili na ubinafsi na kuleta matabaka filosofia ya afrika ilikuwa inadili na kuleta umoja uwajibikaji na ubinadamu sasa majanga hapa siyo afrika imechangia nini katika ustaarabu wa dunia ila janga kubwa ni kuwa profesa kama wewe umetumia muda wako kufuta kukataa na kuondoa mchango wowote wa afrika kwa ustaarabu wa dunia wakati ambapo maktaba ya Timbuktu ilikuwa iko juu kabisa ikiwa na vitabu vingi kuliko maktaba yoyote ya ulaya wahenga wenu walituita sisi ni wajinga. Wakati ambapo wanaanga wetu wa Afrika walipokuwa wanafuatilia mienendo ya nyota angani, mliwaita washirikina. Wakati ambapo matabibu wetu walikuwa wanafanya upasuaji, mkatuita waganga wa kienyeji. Mwamba akanyanyua folda, akatoa karatasi nyingine. Hii ilikuwa ni ya mwisho. Akaendelea kuongea, hii ni barua kutokea kwa Cecil Rhodes, mwanzilishi udhamini Scholarship, ambayo ilifadhili elimu yenu humo. Alielezea kwamba historia ya Afrika Mashariki lazima kuikandamiza ili kuhalalisha ukoloni. Ujinga wenu sio kwa bahati mbaya, profesa, ni matokeo ya ukatili wa kutaka kufuta historia ya Afrika na kuonekana Afrika haina mchango wowote kwa ustaarabu wa dunia na imefanya hivi zaidi ya miaka 47. Ukimya katika ukumbi ulikuwa uko juu sana na Profesa Harrington akiwa anafunga na kufungua midomo yake, lakini hakuna neno linalotoka kinywani mwake. Na Traore alikuwa bado hajamaliza, akaendelea kuongea: ninaweza kuendelea kuongea kwa masaa kadhaa, profesa. Ningeweza kukuambia hesabu za astronomas kutokea katika kabila la watu wa Dogon ambao walijua kuhusiana na sirius b karne kadhaa kabla teleskop za Ulaya hazijaweza kugundua ningeweza kukuambia kuhusiana na fracture geometry katika sanaa ya Afrika Mashariki ambayo ni ya nyuma inarudi karne kadhaa nyuma. Ningeweza kukuambia namna ya kuita na kuitikia kwa muziki wa Afrika ambao ulikuja kuwa muziki wa jazz, blues, rock na kila aina ya muziki maarufu duniani. Lakini nadhani nimejaribu challenge yako kwa maswali uliyouliza, je, mchango wa Afrika ni nini kwa ulimwengu? Sasa swali linakuwa ni kwako wewe profesa, ambaye upo katika chuo bora kabisa kinachoheshimika duniani, kwa nini hauyajui haya yote? au jambo baya zaidi, kwa nini unajua na umeamua kukataa? Makofi yakasikika kwa mara ya kwanza kutoka kwa binti wa kiafrika aliyekaa mstari wa tatu kutokea mbele, halafu mengine yakaendelea. Ndani ya dakika chache ukumbi ukazizima kwa makofi wakasimama profesa, na hata baadhi ya viongozi wa chuo. Lakini jambo la ajabu kidogo likatokea kutoka kwa profesa mmoja aliyekaa mstari wa mbele kabisa, profesa Mary Wilfield, kiongozi wa mafunzo kuhusu Afrika, akasimama na kuongea katika kipaza sauti: Mr President, kama memba wa shirika hili, ningependa kukuomba msamaha. Maneno yako yametia aibu katika mitaala yetu nitaenda kupitia upya na kuingiza historia ya haya uliongea kuhusiana na mchango wa Afrika katika ustaarabu wa dunia. Ukumbi ukazizima tena kwa makofi mengi kuliko ya mwanzo. Harrington, akiwa amesimama pembeni, hajui nini cha kufanya, huku akitafuta nani wa kumsaidia, lakini hakumpata. Uprofesa wake kwa miongo kadhaa umeyeyuka ndani ya dakika kumi tu za mwamba Captain Ibrahim Traore. Wakati ambapo waliacha kupiga makofi Traore akaongea tena. Sitafuti kuombwa msamaha, natafuta ukweli, na ukweli ni kwamba ustarabu wa binadamu sio mali ya bara moja au jamii moja, ni muunganiko wa binadamu wote katika mafanikio hayo, uvumbuzi wa hesabu kutokea kwa wahenga wa Kiafrika mpaka kwa wanasayansi wa kisasa. Lakini watu kama Profesa Harrington wanapoendelea kufundisha historia ambayo haijakamilika tunajikuta tunajifunza ujinga, na leo katika ukumbi huu tunachagua moja tu tuendelee na uongo ama tukumbatie ukweli na mafanikio ya binadamu katika mchango wa ustaarabu wa dunia. Akakusanya makaratasi yake akarudi kukaa, lakini alipomkaribia profesa Harrington akasimama na akamwambia profesa, nimeacha nakala ya hivi vyanzo vyote katika kitengo chako, nina imani utapata muda wa kuzipitia. Baada ya muda mfupi video zikaanza kupandishwa katika mitandao ya kijamii zikiwa zimeandikiwa maneno kuwa rais kutoka Afrika amebomoa ubaguzi na kiburi cha profesa wa Oxford, na siku iliyofuata video zikawa na mamilioni ya watu waliozitazama. Habari zikatangazwa kwenye runinga na redio mbalimbali. Wasomi kutoka katika vyuo mbalimbali vya Afrika wakaongezea na mifano mingine, wakisapoti pointi za Ibrahim Traore, hashtag kuwa Afrika ndiyo mama wa ustaarabu ulimwenguni zikaanza na Profesa Harrington. Siku iliyofuata akajiuzulu akidai anataka kufanya mambo yake binafsi. Uongozi wa Oxford ukaomba msamaha na kuahidi kufanya marekebisho katika mitaala yake ya historia. Wanahistoria vijana kutoka Ulaya na Marekani wakaanza kutembelea Afrika katika maeneo ambayo yametelekezwa kwa miongo kadhaa, maandishi kutoka katika chuo cha Timbuktu, maarifa ya wataalamu wa utafiti maarifa ya wataalamu wa utafiti wa anga kutokea Dogon, matabibu wa tiba asilia. Na mwaka mmoja, chuo cha Oxford kikajenga sanamu kubwa. Halikuwa la Captain Ibrahim Traore ambaye amesababisha haya yote mwaka mmoja uliopita, ila ilikuwa ni salamu ya Ahmed Baba kutokea Timbuktu, mkufunzi wa Kiafrika katika karne ya 16 ambaye ameandika vitabu 1600 vya sheria, madawa filosofia na hesabu ambavyo vimeelimisha dunia, wakati ambapo chuo cha Oxford kilikuwa uchanga sana. Na ujumbe ulikuwa umeandikwa hivi kwenye sanamu hiyo: maarifa hayana rangi, hekima haina bara, na ukweli ni kwa binadamu wote. Na mwaka mmoja baadaye, katika mahojiano aliyoyafanya Ibrahim Traore alirejelea hilo akisema Sikwenda pale kwa ajili ya kutoa hutuba, lakini Profesa Harrington alipotoa kauli yake nilifikiria kuhusiana na watoto wote wa Afrika ambao wangesikia hiyo na wangeamini, na nisingeweza kukaa kimya kuona historia ya Afrika inafutwa, imeibwa na mimi ni nyamanze kimya. Profesa aliongea kwa sababu mtazamo wake ulionekana kuwa ni ukweli kwa vyuo vikuu. Na nikawa najiuliza, ni wanafunzi wangapi ambao wamekaa zaidi ya miaka 47 wakilishwa uongo huo na ni wangapi wameingia madarakani wakiwa wamebeba uongo wa namna hiyo? Ndio maana niliamua kuongea, sio kumdhalilisha, bali ni kuvunja hiyo minyororo aliyekuwa anamhoji akamuuliza huoni, kama majibu yako yalikuwa ni ya ukatili kidogo? Mwamba akajibu, historia yetu imeandikwa na watu ambao walitukoloni ni watu ambao walitunyonya na hawakuwa na manufaa yoyote katika kuelimika kwetu, kufanikiwa kwetu unapokuwa umeikataa historia yako kwa muda mrefu, kuongea ukweli sio majibu ya ukali, isipokuwa ni lazima. Profesa Harrington alikuwa na miaka 47 ya kujifunza ukweli, ila alichagua ujinga, na mimi nikachagua kuwa sitaacha huo ujinga uende hivyo hivyo hivyo bila kuuchallenji. Leo hii ulimwengu unajifunza kupitia yale aliyoyaongea Ibrahim Traore kuhusiana na historia ya Afrika, na hili linatukumbusha kuwa maarifa ya kweli yanahitaji unyenyekevu, udadisi na mapenzi ya kweli kutoka ndani, kujaribu kuupa changamoto ulimwengu kwa yale wasioyajua kuhusu mchango wa Afrika kwa ustaarabu wa dunia. Na sasa ulimwengu mzima unajua kuwa Afrika haijachangia tu ustaarabu wa dunia, ila Afrika ndiyo mama wa ustaarabu duniani. Mimi ni Mariam Pol.